Wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Idara ya habari na mawasiliano ya jimbo katoliki la Geita inaendelea kuwapongeza makundi mbalimbali mnaoendelea na maadhimisho ya jubilei kuu ya miaka 2025 kwa kadiri ya kalenda na ratiba iliyotolewa na jimbo na taifa. Na hivyo basi, nachukua nafasi hii kuwaalika wenye viti wa halmashauri ya walei na mababa maparoko na mapadre wote kuandaa waamini kwa dhati katika parokia zote, idadi kubwa zaidi ya waamini ijitokeze katika kuadhimisha kilele cha maadhimisho ya miaka 2025 ya Ukristo yatakayofanyika kwanza katika parokia ya Nyanta kubwa katika kituo cha hija cha Nyamatongo msalabani tarehe sita na tarehe saba mwezi wa sita mwaka huu 2025, lakini vile vile kilele kabisa cha maadhimisho yote ya yatafanyika katika parokia ya Bikira Maria msaada wa daima kule Kome katika makao makuu Nyaka sasa itakuwa ni tarehe 16 na tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu 2025. Basi tunawaalika wote, tujivunie imani yetu, tujivunie ukristo wetu, wahamasisheni watu wote, tuweze kuminika kwa wingi kuelekea kule miaka sasa Kome kwa ajili ya kwenda kusherehekea miaka 2025 ya Ukristo na miaka 125 ya Ukristo. Tangazo hili la kujia